Jamaa amekuwa mgumu hataki kusikia kabisa swala la mimba. Yaani, nimejaribu kutumia kila aina ya mbinu mnayojua kumshawishi kuba, amegoma katakata, hataki kabisa kusikia tena, mpaka inafika hatua ananitishia akikutana na mimi nikimweleza swala la mimba atanipiga. Yani, hata sielewi nifanye nini. Yaani, huwezi amini, nimejaribu kwenda naye kwake hadi na, nimejaribu kwenda na baba hadi kwake lakini bado amekuwa ni hataki ni hataki, amebaki na msimamo wake ule ule, yaani udugu wangu, hata sijui nifanye nini. Unajua, ni mwanamke na mwanamke, kaombea ushawishi, inabidi mshawishi vizuri atakuelewa kudugu we, yule jamaa umjui? Yeye, nakuambia kila mbinu ambayo nimetumia kumshawishi nimetumia, lakini ni haelewi, yaani kabaki na msimamo wake ule ule, hataki kusikia swala la mimba hivi, sijui unanielewa nikikwambia, amebaki na msimamo wake uleule ule, hataki kusikia mi. Nitakusaidia jambo. Nitaenda kwa Pochai kuongea naye, maana huaga nipinge chochote shemeji yangu. Unajua, hapa nimekuja kwa sala moja tu, kuhusu mimba ya Meli. Kwa asilimia zote, mimba ya Meli ni yako, nami namjua sana rafiki yangu, hana masuala ya kurukaruka kwa hiyo tafadhali usikatae ile mimba. Pia familia yao hawana shida, kwamba wewe utoe huduma ya mtoto. Shida yao ni moja tu, ukubali tu kusema mimba ni ya kwako. Mariam, kwamba hicho ndio kilichokuleta hapa, au hilo ndio jambo ambalo limekuleta hapa sasa hivi na kama ndo jambo ambalo limekuleta sasa hivi, naomba unyanyuke uende. Pochai, kuwa mwelewa, usiwe mbishi, nyumba ni ya kwako. <laughs> Mariam, inaonekana wewe ni mgumu sana kuelewa, basi nikutakie mchana mwema.

Nimerudi tena kwa mara nyingine na kwa mara hii nimerudi nalitaka jibu langu kuhusu swala la mdogo wako kumtia mimba binti yangu. Mmekubali na ile swala au umekaa naye umeongea naye? Kwa sababu nikaweza nikachukua maamuzi magumu ama maamuzi mabaya, ni nikaja nikaonekanika ni mbaya zaidi ni kitu ambacho sihitaji. Nataka swala moja tu, umekubaliana nalo sasa. Usitake niamini maneno ya majirani kwamba wanasema wewe ni mchawi. Usitake niamini hivyo. We mzee, nakuambia mara ngapi kwamba mdogo wangu hawezi kufanya kitu kama hicho. Kwa nini unakuwa sio mwelewa Eh? mdogo wangu kwa jinsi ninavyomjua mimi hawezi kufanya kitu kama hicho. Hiyo mimba unayosemea, labda kapewa na mtu mwingine, unakuja kumsingizia mimi. Namfahamu mdogo wangu vizuri, sijui unanielewa hapo. Hivi amna wazazi nyinyi, mpaka nafikia hatua mtu mzima mimi kuniita ni mchawi? Nimesha kukuroga wewe eh, ama nimesha kufanyia kitu kibaya? Ulishawahi kunifuma mimi mpaka ukaniona mimi ni mchawi? Chunga ndimi yako hiyo, kijana, chunga ndimi yako Sijui unanielewa vizuri. Sasa nisikilize, naomba nisikilize. Kaa naye tena mdogo wako vizuri, na uonge naye kabla sijachukua maamuzi magumu. Hayo maamuzi unayoyasemea wewe, yachukue kabla sisi hatujachukua maamuzi yetu. Wee, vipi we mzee? Kwa nini ujiheshimu? mkubwa mzima ovyo. Sawa kijana, mimi naondoka. Anamwachia Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kunilipia hili. Sawa baba, yani wazi wengine bwana, yani wapo juu juu, mkubwa mzima ovyo, kwenda huko. Bora nipoke sana wewe mtoto. Wewe ni mwanamke gani unashindwa kujielewa? Hivi umekosa watu wote wa kuwasingizia kuhusu hiyo mimba yako, ukaona bora umsingizie mdogo wangu, si ndio? Eh? Naongea na wewe. Yaani umekosa watu wa kuwasingizia kabisa, ukaona bora umsingizie mdogo wangu kwa sababu tunajitafuta. Eh? Umeshindwa kukaa chini kufikiria baba mtoto wa hiyo mimba ni nani? Eh? Naongea na wewe. Hebu mwangalie mwanamke gani? Eh? Mbona ufana nini na mambo kama hayo, like serious serious kabisa, unamsingizia mdogo wangu. Kama kuna kitu unakitegemea kupata kutoka kwetu, nikwambie mapema kwamba umekikosa. Na ukiendelea na tabia hii, nakwambia kuna kitu kibaya kitakuta mbele yako, hautaamini macho yako. Hebu muangalie Hivi, <laughs> wewe mara ngapi nimekukataza kuja ofisini kwangu bila taarifa? Na nilishakwambia pindi nitakapohitaji uwepo wako basi nitakutafuta. Vipi? Yani? Mbona umekuja kijiweni? Nimekuja hapa nina jambo moja. Mimi nina namba ya. Au sio? Yaani unaongea umerelax kabisa kwamba mimi nimekuja hapa nina mimba yako. Kumbe nyewe na yake akili hamna ya si ndio? Yaani umekaa umejifikiria bila kupewa ushauri na mtu yoyote yule. Ukabeba mimba. Alafu leo hii unakuja unaniambia mimi una mimba yako. Hiyo mimba ni ya kwangu, ni ya kwako. Alafu nikwambie kitu kimoja. Mimi kwako nilikuwa kama sehemu ya kutumia tu. Sio kutumika. Kwa hiyo hiyo mimba, natumai ingekuwa bora zaidi ungelea mwenyewe, na mimi sitakuwa na taarifa yoyote kuhusu mimba yako. Natumai utakuwa umenielewa, si ndio? Sasa sintapenda siku nyingine kukuona ukija ukinimbia nyimbo zako kwamba una mimba yangu. Chukua hiyo, itakusaidia.